Mke ukishaolewa, bosi wako ni mume, hakuna mwingine tena. Akikupanga lazima upangike, usije ukampangua. Shida kubwa leo wanawake, mnakubali kuolewa ndoa ya Kiislamu, lakini hamridhii kuishi maisha ya nini, ya Kiislamu. Allah awalipe wanawake ambao wanakubali dini na wako tayari kuishi kidini. Mme cha kwanza natakiwa atiiwe, cha pili mume anatakiwa afurahishwe, mume anatakiwa afurahishwe. Jamani, biadija kaifanya kazi ya kumpumbaza na kumliwaza mume katika kiwango cha juu. Enyi wanawake, dunia yote ni starehe, tamu ya starehe ya dunia ni mme kupata mke. Sifa ya kwanza uwe na uwezo wa kumfurahisha mume anapokuangalia. Muwe wabunifu katika mavazi, mtufurahishe kwenye mapokezi. Ile mme anaingia unamdaka, unajitoa, unamweka kwenye kifua, bebi wao oh, eh ah, ah, gambani Anakufungua visikizo, karibu mme wangu. Mkeo nimekuandalia mambo mangapi jamani? Matatu: chakula tayari, maji ya kuoga tayari, na mie mwenyewe. Ungependa uanze na nini? Utaniua we leo. Hayo hamna, unakuja maji yale ya pale, peleka pale. We mbona mbadilikani pake rangi? We mbona uso umekunja? Ipige pasi. Mnatuchanganya nyie. <laughs> Wanaume tunahitaji wanawake watiifu, wanawake wenye mapenzi.